Kama mnavyofahamu mwaka huu 2025 MUM inatimiza miaka 20 tangu kuanzishwa kwake. Miaka hii imekuwa ya kujifunza, kujijenga na kuimarisha misingi ya elimu, maadili na huduma kwa jamii, kwa mujibu wa misingi ya Kiislamu. Kauli mbiu ya maadhimisho haya ni miaka 20 ya MUM, wasomi waadilifu ni tunu wa, somi, wa adilifu, kwa taifa. MUM inaamini kwamba jamii yetu haina shida ya wa wasomi bali ina shida ya wasomi wadinifu. Kupitia kauli mbiu hii, tunawakumbusha Watanzania na ulimwengu kwa ujumla kuwa chuo hiki kilianzishwa kwa dhamira ya dhati ya kutoa elimu bora inayojali misingi na maadili mema, utu na mchango katika ustawi wa jamii ya Kitanzania na kwa umma wa Kiislamu kunahususi. Ndugu waandishi wa habari, Nitakumbuka kwamba chuo hiki kilikabidhiwa rasmi mikononi mwa mfuko wa maendeleo, mfuko wa kuendeleza Uislamu MDF, chini ya wenyekiti wa mzee Kitwana Kondo, kwa niaba ya Waislamu wote wa Tanzania mwaka 1994 na aliyekuwa rais wa awamu ya tatu Mheshimiwa Benjamin William Mkapa. Hakika Mzee Mkapa alikuwa na maono ya kuona mbali na fikira pevu hasa kutaka mtangamano na mwafaka wa kitaifa miongoni mwa Watanzania. Tunamshukuru sana hayati Mzee Mkapa. Sasa ni miaka 20 imepita tangu uamuzi ule mgumu na uliofanywa kwa busara kubwa sana. Ndugu waandishi wa habari, kipindi hiki cha miaka 20, chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro MUM kimepiga hatua kubwa katika nyanja mbalimbali mbali. Masuala ambayo MUM inajivunia ni pamoja na haya fuatayo. Kwanza, kuimarisha elimu, tumefanikisha uanzishaji wa programu mbalimbali za shahada na sta shahada katika taaluma kama sheria na sheria biashara, elimu, sayansi ya jamii, lugha na mawasiliano ya umma, miongoni mwa kozi nyingine. Hili utafiti na machapisho, tumewahamasisha wahadhiri na wanafunzi kufanya tafiti zinazogusa jamii moja kwa moja ikiwa ni pamoja na uh, maku, machapisho ya kitaaluma ambayo yamechangia mabadiliko chanya katika taaluma na ustawi wa jamii. Pia maendeleo ya miundombinu, kutoka majengo machache mwaka elfu mbili na tano hadi leo ambapo tuna kampasi yenye miundo mbinu ya kuridhisha, maktaba ya kisasa, maabara na maeneo ya ibada. Nyingine ni mahusiano ya jamii. Tumekuwa mstari wa mbele katika kushirikiana na jamii kupitia huduma za kijamii, semina, makongamano na ushauri wa kitaalamu na jingine ni kwamba kwa sasa tunafurahi kukujulisheni kuwa jumla ya wa wahitimu elfu kumi na tano wamehitimu katika chuo hiki tangu mwaka 2005 wahitimu wenye ujuzi changamani, maarifa ya kutosha na maadili faafu, wanahudumia jamii nzima ya kilimwingu na wengine, baadhi yenu mpo hapa, ndugu waandishi wa habari. Kilele cha maadhimisho haya kitafanyika tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka huu wa 2025 hii itakuwa ni siku tukufu na siku kuu, ni siku kubwa ya Ijumaa. Na hapa chuoni mgeni rasmi tunamtarajia ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu, kipenzi chetu, Dr. Samia Suluhu Hassan. Siku hiyo tutashuhudia matembezi ya hisani, uzinduzi wa miradi mipya maendeleo, kongamano la kitaaluma na utoaji wa tunzo maalum kwa watu waliotoa mchango mkubwa na wakipekee katika maendeleo ya chuo hiki. Aidha tunatarajia kufanya wakfu wa kupanda miti ya matunda katika eneo kubwa la chuo chetu kama ishara ya kuhifadhi mazingira na hivyo kuunga mkono juhudi kubwa zinazofanywa na serikali yetu. Ndugu waandishi wa habari, MUMU inatambua nguvu ya wanahabari na kujua fika kuwa ninyi ni daraja muhimu kati ya taasisi yetu na jamii. Kwa hiyo kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, tunakuombeeni kwa dhati ushirikiano wenu katika kusambaza taarifa hizi muhimu kwa wananchi, ili wote washiriki katika furaha na mafanikio haya. MUM ni mali wa Tanzania wote na mafanikio yake ni fahari ya taifa letu, na hasa ikizingatiwa jini rasmi yote ni kipenzi chetu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kuhitimisha, kwa mara nyingine tena na washukuru sana kwa kuitikia wito wetu. Tutaendelea kutoa taarifa kwa vyombo vyenu kuhusu maendeleo na maandalizi ya kilojo hiki. Ni matarajio yetu kuwa mtakuwa mabalozi wazuri wa, wa maadhimisho haya ya kihistoria, na karibuni sana katika kilele hicho ambacho kitakuwa tarehe ishirini. Sasa hivi tuna degree ya ualimu ambapo humo ndani ukiingia ualimu masomo ya sayansi, ualimu masomo ya arts, halafu eh, ualimu masomo ya Islamic studies, masomo ya dini ya Kiislamu, lakini pia degree nyingine ni ile ambayo mwenyekiti amezungumza. Eh, law, laws and sharia yani ile eh, Islamic secular law, alafu na Islamic law eh, na hao ni eh, wanakuwa baadaye mahakimu, majaji. Tunajua kwa mfano Tanzania Waislamu na Wakristo na watu wa dini nyingine. Kwa hiyo huyu akija kuwa hakimu kwa mfano, haya familia ya kiislamu iko pale, imekwenda kugombana, wako mahakamani, huyu sasa atakuwa na advantage kuliko yule aliyosoma tu secular law. Kwa hiyo atajua kwa mfano mirathi ya Kiislamu inasemaje. Ni mambo ambayo amejifunza hapa, na hapa wanafunzi wetu ni Waislamu wa Kristo na wale wa imani nyingine. Alafu, digrii nyingine ni, eh, digrii nyingine kama tulivyosema hiyo ya Mascom eh, taaluma hiyo ya vyombo vya habari kwa mapana yake, lakini nyingine ni Islamic Banking and Finance eh, mnajua kwamba Amana Benki ni benki ya Kiislamu kwa asilimia mia moja, lakini bado kuna kitu kinachoitwa Islamic window kwamba ni benki conventional, e, sio za Kiislamu lakini zina huduma za Kiislamu CRDB, e, si NBC, e, KCB na kule ukienda e, yule ni mtaalamu, kwa hiyo wengine wala sio Waislamu lakini ana utaalamu wa Islamic finance na Islamic banking, na chuo chetu kimechangia sana kuwazalisha wataalamu hao e, na <coughs> eneo lingine ni eh, procurement and logistics pia, eh, ni degree ambayo tunaitoa hapa lakini pia eneo lingine ni medical laboratory yani, wale wataalamu wa maabara hizi za hospitali. Lakini pia kuna eh, science laboratory ni wale ambao wanakuwa wataalamu wa maabara kwenye, kwenye viwanda kwenye shule na maeneo mengine ambayo sio eh, ya afya.